Mwingine bali ni King Kiba, ni mwanamuziki nyota wa Tanzania ambaye anajulikana kama Ali Kiba, lakini jina lake rasmi ni Ali Swaleh Kiba. Alizaliwa tarehe 26 mwezi Novemba mwaka 1986 kule Kigoma, Tanzania. Kiba ni msanii mwenye vipaji tofauti. Yeye ni mtunzi wa nyimbo, mwigizaji, mzalishaji wa muziki na hata, utakubaliana nami kwa kunengua pia, huwezi kumkosa. Alisomea shule ya msingi ya Upanga mjini Dar es Salaam na kujiunga na shule ya sekondari na mwaka elfu mbili na nne aliotunga wimbo wake wa kwanza kwa jina Maria, lakini Kiba alikuwa mwenye talanta sihaba, mojawepo ikiwa uchezaji soka. Sasa tuangazie safari ya Kiba katika muziki. kwa Kiba amekuwa katika Tanzania hii kwa takriban miaka 18 sasa, si mwanamuziki bali ni guli katika muziki aina ya bongo flava. Ndoto ya kuwa mwanamuziki alikuwa nayo tangu utotoni mwake, lakini mwaka 2007 ndipo alipozindua albamu yake ya kwanza kwa jina Cinderella, sinderela ambayo ilikuwa kama ndoto iliyotimia. Alivuma Tanzania na Afrika Mashariki yote kwa albamu hiyo iliyokuwa na nyimbo za kunoga kama vile Makmuga, Nakshi Mrembo na nyinginezo. Albamu hiyo ilishuhudia mauzo makubwa Afrika Mashariki mwaka 2008. Baada ya miezi kadhaa alitoa single kwa jina Alikiba for real. Yaani, nyimbo zake zilizidi kushamiri na kuwavutia wakubwa kwa wadogo. Yeye huimba nyimbo kulingana na hali halisi ya maisha. Mwaka 2011 alitoa single nyingine tena kwa jina Shelele, shelele lele, na kulikuwepo na pia kibao mapenzi ya naran dunia. Kwa kweli mapenzi ya naran dunia. Na baada ya hapo alijaribu nyanja uigizaji, lakini bado muziki ndio nyota yake ilipokuwa Yeah, kimya kingi kina kishindo. Mwaka 2020 aliwashangaza mashabiki wake kwa, kwa kutoa kibao kipya chenye mtindo tofauti wa hip hop. Na huu wimbo aliochomoa baada ya kupigwa vijembe kuwa ameishiwa. Sikiliza kidogo. Ya wajua Kiba anapenda kuvalia pete mm -hmm. Unapomwona ana pete yenye rangi tofauti, na ni ya urembo tu na nakshi ya muziki. Kiba katika muziki ameshirikiana na wanamuziki tofauti kama vile Tommy Flavour, Nandi, Mario, Zuchu, Omi, Dimples bila kuwasahau Sauti so Sol kutoka nchini Kenya. Kiba amejishindia tuzo kadhaa ndani na nje ya Tanzania, kama za wimbo bora, msanii bora, kolabo bora na nyinginezo. Kiba ana wafuasi milioni 1.8 kwenye mtandao wa YouTube, lakini na waacha na kibao chake Ali Kiba alichomshirikisha Nandi cha da, da, da, da, da, da.